Assalamu alaikum wanafunzi wapendwa wa lugha ya Kiswahili, karibuni tena katika chaneli yangu, mahali ambapo tunakupakulia mingi katika elimu, elimu yako, elimu ya mtoto wako na pia elimu kwa jamii kwa jumla. Hapa ndani utaweza kupokea mingi zaidi ambayo yatakusaidia ukiwa likizoni. Leo tutaangalia vivumishi vya idadi. Video ya awali tuliangalia vivumishi vya sifa, na leo tutafanya kivumishi cha pili, aina, aina ya pili ya kivumishi ambacho ni kivumishi cha idadi huonyesha kiasi gani au idadi ya nomino. Kwa mfano, kama uko na kalamu tano, kalamu tano zimenunuliwa. Tano ni kivumishi cha idadi. Kwa nini tumesema tano ni kivumishi cha idadi? Kwa sababu inataja kiasi au idadi ya nomino husika. Na vivumishi vya idadi hugawanywa katika makundi matatu ama hugawanywa katika vitengo vitatu. Vitabu vingi vinaandika vitengo viwili au makundi mawili, lakini kuna kikundi cha tatu ambacho kinajulikana kama vivumishi vya idadi katika orodha. Kwa hivyo kuna vivumishi vya idadi kamili, kuna vivumishi vya idadi isiyodhihirika ama idadi kiasi, na pia kuna vivumishi vya idadi ya nafasi katika orodha. E, vivumishi vya idadi ya nafasi katika orodha ndio vinatahiniwa sana, kwa sababu vivumishi vya idadi kamili na vivumishi vya idadi isiyodhihirika huwa ni rahisi. Eh, tuangalie vivumishi vya idadi kamili. Vivumishi vya idadi kamili hutaonyesha idadi kamili bila kukisia. Kama ni vitabu kumi, imetaja idadi kamili. Kama ni tano, idadi kamili. Kama ni sita, idadi kamili. Idadi kamili huonyeshwa kwa tarakimu, nambari au maneno. Kwa mfano, nambari ya kwanza, mbili, tatu, nne na kadhalika. E, kumbuka ya kwamba tarakimu sita, saba, tisa na kumi huitwa vivumishi vya idadi sugu. Vivumishi vya idadi sugu ni vivumishi vya idadi havichukui viambishi ngeli vya nomino husika. Kama kuna walimu kumi, walimu kumi, huwezi sema walimu wa kumi, ni makosa kisarufi. Kama kuna vitabu e, sita, huwezi sema visita, ni makosa. Vitabu sita, vitabu saba, vitabu tisa na vitabu kumi. Kama ni mti, kama ni miti miti sita, miti saba, miti tisa na miti kumi. Kwa hivyo tarakimu sita, saba, tisa na kumi huitwa vivumishi vya idadi sugu kwa, kwa sababu havichukui viambishi ngeli vya nomino husika. Kwa mfano kama ni walimu watatu inachukua ina, ina, ina, ina, ina, ina kiambishi ngeli wa, walimu watatu, walimu wanne unaona, lakini wewe sema walimu wa sita ama walimu wa saba ni makosa kisarufi e, tuangalie mifano katika sentenzi: mwanafunzi mmoja amewasili. Mmoja ni vivumishi vya idadi kamili, kwa sababu imetaja na nambari halisi ama idadi halisi ya nomino husika. Manyani kumi wamewindwa porini. Kumi ni vivumishi vya idadi kamili nguruwe wanne wamechinjwa. njiwe ishirini na wanne wametegwa. viatu vyat, kumi na vinane vimenunuliwa leo. timu yetu imefunga bao moja. Kwa hivyo ukiangalia, mmoja, kumi, wanne, ishirini na wanne, kumi na vinane na moja, imetaja idadi kamili ya nomino husika. mwanafunzi mwana ehe, mmoja manyani kumi, nguruwe wanne, njiwe ishirini na na wanne, viatu kumi na vinane. Bao ngapi limefungwa? Bao moja. Kwa hivyo vivumishi vya idadi kamili hutaja idadi halisi ya nomino husika. Vivumishi vya idadi isiyodhihirika isiyotaja idadi kamili, ama inaitwa vivumishi vya idadi kiasi. Vivumishi vya idadi isiyodhihirika, majina haya hutaja kwa jumla idadi ya nomino bila kuvigawa. Kwa mfano, leo tulikuwa na sherehe fulani na wa, watu zaidi ya elfu moja walifika huko. Hujui idadi halisi ya watu ambao waliwasili hapo, lakini unaweza sema watu wengi walifika katika sherehe wengi Huwezi taja kiasi fulani ama idadi fulani halisi ya watu waliofika katika sherehe hiyo, lakini unaweza uh, sema idadi isiyodhihirika Kwa hivyo ni majina ambayo uh, hutaja kwa jumla idadi ya nomino bila kuvigawa. Maneno yanayotumika ni kama chache, ngi, tele. Tele ni sawa na wingi, haba na anuwai. Mifano katika E, sentenzi. E, kumbuka nikisema magari magari manane yamekwama njiani. Manane itakuwa vivumishi vya idadi kamili, imetaja idadi kamili ya ya nomino husika ya magari. Lakini nikisema magari mingi yamekwama njiani, mingi ni vivumishi vya idadi isiyodhihirika. Natumai tunaelewana. Mwanafunzi hapa ukuwe makini. Nafasi adimu ikipatikana afadhali uchukue hatua. Adimu ni eh, vivumishi vya idadi isiyodhihirika. Mchezaji huyo alimiminiwa sifa belele. Alimiminiwa sifa belele, belele ni vivumishi vya idadi isiyodhihirika. Nafasi duni za kazi zimefanya si kuwepo kwa ongezeko la uhalifu. Nafasi duni za kazi zimefanya si kuwepo kwa ongezeko la uhalifu. Siafu tele, siafu wengi. Hatujui idadi kamili ya siafu, lakini tunajua ilikuwa tele. Siafu tele wameuvamia mti ule wa muhogo. Kuku wengi watachinjwa kwenye sherehe. Hatujui ni wangapi watachinjwa, lakini kuku wengi watachinjwa kwenye sherehe. Vitabu vingi vimealifiwa ama vimeandikwa na John Hapwe. Mbwa waliofuguza vijana wanne waliopita hapo. Hapo ni makosa. E, mbwa waliofuguza vijana wanne, wanne hiyo inafaa kuwa katika vivumishi vya idadi halisi. Kwa hivyo tunatoa hiyo. Hiyo ni mfano ya vivumishi vya idadi isiyodhihirika. Ni vivumishi ambavyo havionyeshi idadi kamili ya nomino husika. Kwa hivyo mfano hii eh, ni vivumishi vya idadi kamili, inafaa kuwa vivumishi vya idadi kamili kwa sababu imetaja vijana wanne. Kwa hivyo vivumishi vya idadi isiyodhihirika, kumbuka mifano mingi, chache, adimu, tele, duni, vingi kulingana na ngeli. Vivumishi vya idadi ya nafasi katika orodha hapa, ukui makini Vivumishi vya idadi ya nafasi katika orodha hutumika kutaja nafasi katika orodha. Kwa mfano watu kumi walikuja kwako, kwa mfano watu kumi, na nikisema hivyo, mtu wa tano anapenda pilau. Mtu watano, ni watu kumi, lakini katika orodha umetaja mtu wa watano, ukifanya sasa, ukitaja mtu watano E, au mtu wa saba katika orodha hiyo, umetumia vivumishi vya idadi ya nafasi katika orodha. Hutumi, hutumika kutaja nafasi katika orodha. Vivumishi hivi hutumika pamoja na kivumishi kiunganifu au unganifu, kwa mfano la, cha, wa, za kulingana na ngeli. Mfano, mtoto wa tano amewasili darasani. Kwa hivyo kuna watoto wanne, e, watoto wanne washafika darasani. Sasa wewe umeona watano wakifika, so, utasema nini? Mtoto wa tano amewasili darasani. Watano ni vivumishi vya idadi ya nafasi katika orodha. Mwanafunzi wa sita ni kama hapendi masomo. Kulikuwa na wanafunzi sita, e, moja mbili tatu nne tano sita, alafu ukasema, unaona yule mwanafunzi wa tano, mwanafunzi, unaona yule mwanafunzi wa sita ni kama hapendi masomo wa sita ni vivumishi vya idadi ya nafasi katika orodha. Ng'ombe watano atachinjwa leo. Kulikuwa na ng'ombe eh, tano hapo karibu yako. Kwa hivyo umeamua watano ndio atachinjwa leo. Kwa hivyo unataja eh, eh, ng'ombe hiyo katika orodha, nafasi yake katika orodha, unasema nini? Ng'ombe watano atachinjwa leo. Natumai umeelewa na umefaidika katika video hii na pia natumai unaendelea kudurusu masomo yako ukiwa likizoni. Asanteni sana kwa kuwa em, una, unafuatilia video zangu katika chaneli hii. Asante, asanteni sana na kwaheri.